Mtazamaji, karibu kwenye hadubini ya afya, kipindi maalum kutoka Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMRI, ambapo tunaangazia tafiti mbalimbali za afya zinazofanywa na watafiti bobezi kutoka NIMRI na leo tunakutana na Dkt. Paul Erasto Kazioba, mtafiti mkuu kiongozi kutoka kituo cha NIMRI Mabibo atazungumzia utafiti unaolenga kujenga uwezo wa mfumo wa afya wa kutoa afua ya kutibu ugonjwa wa kichocho kwa watoto chini ya umri wa miaka sita. Mradi huu unajulikana kama STEPPS Project. mradi huu umeganyika kwenye maeneo mawili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ililenga ili kuimarisha mfumo wa afya hasa, hasa primary health care afya ya msingi kule chini, na kuangalia dawa hii mpya ya kutibu kichocho kwa watoto chini ya umri wa miaka sita ipelekwe kwa mfumo gani? Mtakumbuka kwamba uh, afua nyingi za kichocho especially tiba hazitolewi, zilikuwa zitolewi kwa mfumo wa, uh, wa utoaji wa afya kwa jamii kupitia uh, zahanati, vituo vya afya na hospitali. Huduma uh, hizi zilikuwa zitolewa kupitia, kupitia program aidha uh, ugawaji wa dawa kwa pamoja MDA na kadhalika sasa hii dawa mpya imetengenezwa kwa lengo la kupatikana kupitia vituo vya kutolea huduma za afya, na mradi huu tuliutengeneza au tulidesign mwaka elfu mbili na kumi na nane. Sasa step ya kwanza ilikuwa ni kuimarisha mifumo wa afya ili iwe tayari. Kwanza, ndani ya mfumo wa afya, taarifa kuhusu upatikanaji, uwezekano wa upatikanaji wa dawa ya kutibu kichocho chini ya watoto wa chini ya umri wa miaka sita iwepo, watambue kwamba kuna hiyo dawa inakuja na itakuja lini. Sisi kama watafiti tumeendelea kwa, tunapata taarifa kutoka kwa watengeneza dawa kwa maana hiyo consortium, uh, tangu tulipo design huu mradi tulipo tengeneza huu mradi. Lakini jingine ni kuhusisha taasisi zote ambazo zinahusika kwenye mnyororo mzima wa uingizaji wa dawa mpya nchini kuanzia kwenye tathmini ya dawa, usajili wa dawa gharama na kadhalika ikiwemo na usambazaji eh, uh, usa kwenda kwenye sehemu ambazo dawa itapatikana kwa walengwa yes. Kwa hiyo uh, tulifanya mkutano chini ya mwenyekiti wa mganga mkuu wa serikali, ilikuwa mwaka elfu mbili ishirini na moja na tukawasilisha, na katika wasilisho letu ule mkutano ile washa walishiriki pia shirika la afya duniani kupitia mtandao, pia tuliwashirikisha waganga wakuu wa mikoa ya Kigoma Mwanza na Simiyu. Hiyo ni mikoa mitatu ambayo tayari mradi ulikuwa umesha kushirikiana na programu ya taifa kupambana na maradhi ya kitropiki. Tulikuwa tumeshaitambua kama mikoa mikoa maeneo ambayo tutaenda kufanya nini majaribio ya kutoa afua hii. Kwa hiyo tulienda Kigoma vijijini, tukashirikisha wananchi, tulifanya mikutano mingi na wananchi tukapata mawazo mengi sana. Kwanza waliunga mkono kwamba dawa hii I, ipatikane kwenye maeneo ya kutolea huduma za afya. Na walikiri kweli hizo dalili ambazo tulikuwa tunazizungumza wanaziona kwa watoto wenye umri huo. Kwa hiyo hiyo dawa kweli inahitajika, lakini kikubwa kingine wataalamu wetu wa RCH, um, waliweza kuingiza kichocho sasa kwenye Integrated Management of Child Illnesses, IMS, kwa hiyo IMCI rather. Kwa hiyo waliweza kuingiza component za kichocho ili ije itumike kutolea mafunzo kwa watoa huduma za afya waielewe wa vizuri na waweze kuifuatilia vizuri. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambayo tulifanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana, na tuliweza kutoa wanasema um, uh, mawasilisho ya kisayansi maeneo kadhaa tu. Nimealikwa na, na nilienda Japani, nimefanya na watu wa Mark na kadhalika kwenye mikutano mingine ya mtandaoni. Sasa sehemu ya pili ya mradi wa STEPPS yenyewe inajulikana kama um, utafiti utakaoangalia uh, um, ufanisi kwa maana ya effectiveness uh, gharama, lakini na kukubalika kwa afua ya kutibu kichocho kwa watoto chini ya miaka mitano. Afua yenyewe ni dawa ya pediatric praziquantel, na maeneo ambayo tunaenda kufanya hii kazi ni Kigoma vijijini halmashauri ya Kigoma vijijini halmashauri ya wilaya ya Sengerema na halmashauri ya wilaya ya Tilima. Katika kazi hii kulikuwa na mambo, kuna mambo matatu malengo makubwa, malengo malengo mahususi ni matatu Lengo la kwanza mahususi ilikuwa ni kuangalia ufanisi wa mka, mkakati mpya kabisa unaoitwa mawakili wa kupambana na kichocho e, mawakili jamii wa kupambana na kichocho inaitwa community anti schistosoma advocates kifupi tunaita kasa. Kwa hiyo tulikuja na kwenye awamu ya kwanza ili lilizaliwa li kutoka kwenye mikutano na wananchi, community engagement. Wakapendekeza Waka, wao wenyewe tuwajengee uwezo ili waanze kutoa mafunzo kwa jamii zao kujiandaa kuwa tayari uh, kutumia hiyo afua ya kichocho chini, kwa watoto chini ya miaka sita. Kwa hiyo tulitekeleza uh, strategy kasa strategy kuanzia mwaka jana mwezi wa tisa baada ya kupata IRB approval um, tukaanza utekelezaji wa hiyo kasa strategy. Na hawa kasa ni watoa wa huduma ngazi ya jamii, community health workers, tuliwasajili kasa 40 kutoka hizo halmashauri zote tatu. Kwa hiyo baada ya hapo kazi ilitekelezwa ikafanyika kwa ufanisi mzuri sana, na mwaka huu mwezi wa tatu wakamaliza. Mwezi wa nne wa tano mwanzoni, tukafanya tathmini ya kuangalia, je, kuna mabadiliko kwenye kata ambazo, mabadiliko ya uelewa wa kichocho na ufua zake na kadhalika, lakini pia mienendo yao kwa kuzingatia maradhi ya kichocho, ukilinganisha na kata ambazo hatukufanya hiyo casa strategy. Kwa hiyo tulifanya hiyo survey na majibu ni mazuri sana. Kitu kingine ambacho ningependa um, kuzungumzia, matokeo ya kisayansi, matokeo ya kisayansi makubwa kwenye huu mradi. Kwanza yako mengi, nafikiri la kwanza kabisa ni tija ya mpango, mpango au mkakati wa kui, kui, kuiwezesha jamii na kuipa elimu jamii yenyewe ili iweze kuwa chanzo cha mabadiliko kuhusiana na ugonjwa fulani ambao pengine jamii ilikuwa na sita kupata huduma. Yaani hiyo kasa strategy hiyo tulikuwa tunafanya kwa kichocho, na tumeona inafanya kazi vizuri. Kwa maana yake nini? maana yake ni kwamba uh, kwa waratibu wa CHW wakipata matokeo haya, mkakati huo unaweza ukatumika hata kwa, kwa matatizo mengine ya kiafya, inaweza kaa kwenye mambo ya uzazi, inaweza kaa kwenye malaria, inaweza kaa kwenye maradhi ya ukimwi na kadhalika. Kwa hiyo haya ni matokeo makubwa sana, na wananchi wamepokea wame vizuri sana, kwa sababu watu wao wenyewe ndugu zao wenyewe ambao wamejengewa uwezo ndo wanawapa hiyo elimu, na mara kwa mara sisi tunakutana nao tena, tunawongezea ujuzi na maarifa, tunawarudisha, wanaenda kutoa elimu. Hayo ni matokeo makubwa sana. Matokeo mengine kutokana kutoka na mradi huu kwa sababu tulianza mapema kuhusisha taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na mnyororo mzima wa uingizaji wa dawa mpya. Tayari dawa ya ya pediatric praziquantel tayari imesajiliwa Tanzania. Tanzania ndio nchi ya kwanza duniani baada ya dawa hiyo kupata registration ya WHO, Tanzania imekuwa ya kwanza kuisajili dawa hii ili itumike kutibu kichocho kwa watoto chini ya umri wa miaka sita. Hayo ni mafanikio makubwa sana. Kando wa sera, kwanza kabisa um, kuna vitu kuna vitu vitatu naweza nikavizungumzia. Vingapi? Vitatu. Cha kwanza kabisa, matibabu ya kichocho kwa watoto chini ya miaka sita yalikuwa hayapo kabisa, sio tu Tanzania, <clears throat> duniani, dawa zake zilikuwa hazipo. Kwa hiyo utafiti wetu unaenda, ku, unaenda ku, kutoa mwanga kwa watunga sera na wafanya maamuzi ni namna gani sasa afya hii itolewe kwa kuzingatia matokeo ya utafiti huu. Kwanza uh, nini kiwepo katika maeneo ya kutolea huduma ya afya ili tiba ifanyike kwa usahihi, na pia uingizwaji wa wanasema, wataalamu wa takwimu indicators zitakuwa rahisi kuzipata kwa sababu kutoka kwenye mradi huu indicators wataziona vizuri kabisa kwamba indicator iwe ni hii na hii, na hii, na hii. Hiyo moja. Kwa hiyo uh, kwenye upande wa utoaji huduma, manake kisera sasa, huduma ya kichocho, kutibu kichocho, itaanza kupatikana kwa watoto kwa chini ya umri wa kwenda nini shule kwa maana chini ya umri wa miaka sita. Ujumbe mkubwa tulionao um, dawa ya kutibu kichocho chini kwanza maambukizi mambu, ya kichocho kwa watoto wenye umri kuanzia mwaka mmoja mpaka sita yapo. Tumefanya tafiti, NIMR imefanya tafiti na wenzetu wa kuhas wamefanya tafiti na tunaendelea kufanya tafiti, hata kwenye STEPPS tumefanya hiyo baseline. Yapo uh, tena, tena, kuna, kuna maeneo mengine um, kiwango cha maambukizi yako juu sana. Kwa hiyo upatikanaji wa dawa hii na tayari imeshasajiliwa. Wananchi wajiandae kuwapeleka watoto wenye dalili za kichocho ambazo tutazitangaza tu vizuri, kupitia halmashauri, kupitia vituo vya kutoa huduma za afya. Ukiwa, wakiona mtoto au ukiona mtoto wako ana dalili hizo, nenda maeneo maeneo ya kutoa huduma za afya apate vipimo. Akishapata vipimo atatibiwa kichocho. Mtazamaji, ili kufahamu zaidi kuhusu tafiti za afya, tembelea tovuti ya NIMRI www.nimri.or.tz tz au mitandao yetu ya kijamii, NIMRI Tanzania. Asante, endelea kutufuatilia.